Hello, hello, mambo vipi? habari zenu bwana. It's Janae Janae from Gavo Media with my main body, body, body. Yo, Mike, mambo vipi? I see bwana, ni kufurahishi vipi hapo wewe? O ise, poa kabisa, ni mambo ni mambo ni yente kuliokwetu wanasoma mambo ni yente, yente kabisa yani, ile achuga ile ile, mwanangu si ndio? <laughs> Acha kabisa bwana, si weekend hapa bongo mambo yamekuwa ni noma yani, vibaya vibaya, ni bongo pamenyesha, mambo ili hit sana bongo yani, achana na mvua, ni burudani yani, umeanguka bonge moja la festival Samia, Serengeti Music Festival. Exactly, umeona the stage aisee bwana, ile stage ilikuwa imetisha ile, kinoma noma yani, ile stage ilikuwa kama stage fulani ya Trace Award yani bonge moja la stage kwanza, ulicheck lights yani, light imekaa proper, kila kitu sound yani, imekuwa nimeangalia ile show is pale pale live mm -hmm. I was like yo, even mimi niko Tanzania, uniko mbele yani <laughs> unajua ile kila kitu kimekaa tofauti. Kuna mapinduzi makubwa sana ya burudani hapa Tanzania hasa hasa big daddy wanamuita big daddy majizo, yeah, anafanya vizuri sana kwenye sekta ya burudani ametisha sana ametisha. Ni kushukuru ya, sana, baraza la sanaa na Basata amefanya mchongo uwezekanike yani, si bana. yeah, yeah, yeah. E, bana big shout out sana kwa baraza la Basata Tanzania kwa kufanya mchongo fulani hivi eh, na wizara ya sanaa sindivyo, kwa kufanya mchongo flani hivi wa serengeti Samia Serengeti Music Festival eh. yeah, Serengeti Music Festival kaenda ikawa ile kinoma noma, ukatisha kinyama, bonge moja la stage lidondoka pale mita ya Kawe. mm -hmm. na kila kitu kilikuwa safi bana. ni ka umezoea Kawe <laughs> Aa, saizi Kawe kwa kwa pasamia. mm, yeah. saizi pasamia, yeah, ya, ya, wame, Pale kuna wasanii wameperform vizuri wakina Queen Fifi, vizuri. Okh, okay. Limpenda nani? Kuna kina Kiba Nandi, majizo walitisha sana ni sana, majizo walitisha sana, tile walitisha tile... sana, walitisha sana. Ila mii nilikubali sana kolabu aliyoifanya Zuchu na dogo nani yule upepo ni wake, anapata bonge moja la support kutoka sehemu mbalimbali, ila kuna mahali kama Shilole alizingua, ete punguze kula Shilole Shilole, kama alichoka sana kwenye stage, msimseme dada yetu, unajua anauza chakula na, na, na Shilole amesha anakubali kwamba yeye ni entertainer, yeye sio mwanamuziki alizinguaapunguze kulahi aiedaaa na ile kuchoka kwake tu yenyewe tu na mtu anakuwa entertain kwa badala ya Shilola michoka unacheka nini namna hiyo, lakini pia kwa kuna wanamuziki mbalimbali wa singeli yani kuna wanadada fulani wanajiita wa moto music hawa wanaimba singeli wanatisha, kwa kuna warriors from east Chino mwenyewe Chino wana man basi, nimepita <laughs> <laughs> pita kwenye mitandao kijamii nikamwona Roma anamtania anamtania Frida Amani. Frida perform pale. Alafu of course Frida Amani unajua ana kitu eh. Anafika mbali. Kashafika mbali. Yeah? <laughs> Ile wana uh, lakini, lakini kuna namna anu. Tunataka tumsikie vizuri lakini ana sound vizuri alafu anakuja anakuja poa lakini, yani mimi, kuna namna naonda bado kidogo sijui. Nadhani wanataka kumuona mbele mbele kwenye awards na nini sina maana. Of course. Yeah, yeah. Course, yeah, yeah nataka nimuone front line. She is an international artist atafika ana, yes. Anapambana sana kwa kweli, yani huko inabidi watu wanampush wampush zaidi, zaidi na zaidi, huko watu yeah. Waone kwa sababu ni kipaji kikubwa sana ambacho kati ya vitu ambayo tunajivunia hapa Tanzania ni pamoja na yeye madam president, yeah. ni... rapa mmoja mkali sana mmoja mkali sana, sana, sana. Kuna nyimbo eh, kuna nyimbo yake moja ile aliimba kaa kikongwe ah, ile kali kinyama. Unaongelea hiyo na nyimbo fulani hivi hivyo aliimba kaa kikongwe makeup, of course yes, lude, yeah moja kali kinyama, yani kajipiga ile anyway, dudegmamoja <laughs> <laughs> kwa sababu ni wachuga ama nini anyways, wachugachuga, mkiendelea kuwakilisha basi ngoja tuendelee tubaki hapa hapa Bongo yeah. Tunaenda kwa African Boy aka Jux unajua, <laughs> shtagi yake bado inadunda mwaka mzima jp 2025 akiwa <laughs> Mungu in 2025 yani. Jamaa ametuoshea sana mwaka wa kwake wakwa, mshikaji, mwaka wa kwake kabisa ametuoshea vibaya mno yani, wabongo ametunyoshia, ametunyoshia na unajua, ametunyoshea nini zaidi? Sasa hivi, juzi kwenye show, kwenye kwenye awards za Headies Awards. Okay, Nigeria. Yeah, yeah. Hizi ndo za 17 mwaka huu ali perform ali perform, yeah, ali perform. hajamleta shemeji nyumbani bado, lakini si ndio kesho kule tu anakuja hapa nyumbani. Eh bwana, amlete nyumbani. Bado, okay. <laughs> kule tu, nyumbani. Bwana, nyumbani. Kaka yuko busy yani, hana muda wa kupoteza nini, bumper to bumper yani muda yeah, wa kupumzika so yeah, akaperform pale maululu femi yeah, maululu femi kama mengi yeah, kama yote mm -hmm, bala na ile nyimbo yake ya taifa ile yeah, mm -hmm, ikapigwa pale, akacheza na nani na wifi yetu shemeji yetu sisi, niye wifi wifi wa taifa, akacheza wote pale nini, lakini sasa kikubwa zaidi akashinda na award yani ajaenda tu kumchukua mke Nigeria mm -hmm. kachukua na award Nigeria. Sasa inakuwaje unajua kuna vitu kama vile avijaingia akilini mnyama, mm. Simba alikuwa pale lakini au ilimchukua sana mshikaji, mimi naona, maana kuna simba sio simba peke yake yeah. Kwanza tujipongeze wabongo kwamba si ndo watu wawili yani mm. wabongo ndo tumewaleta watu wawili kwenye hizi show okay. kuna Diamond mwenyewe yeah. na kaka mkubwa Jux. Sahivi namwita kaka mkubwa kwa sababu ndo anatrend Tanzania. Wewe unafikiri walipeleka au walikuwa kwenye harusi wakaona, wapiga jiwe moja ndege wawili. Okay. Kini kuna Bien wa, wa, wa yeah, Nairobi yeah, Nairobi, Kenya. Mm -hmm. Mm -hmm. Kuna Bruce Melodie yule wa Rwanda na Azawi wa Uganda mm -hmm. Lakini kawakalisha wote wote ni noma. 2025, JP. So JP ajataka kuchukua mke ama mm -hmm. kaenda Nigeria karudi na tuzo pia, so tukae tukitulia na ni kweli hashtag inazidi kwenda, mwaka wa harusi, mwaka wa tuzo Baba, yani mambo ni yente bana. <laughs> tumechoka sasa ah, wakati, pange, sasa ikifika hata mwezi wa sita atupumzishe basi atupumzishe. Mimi ndo kwanza mtu ameanza huyu, mara nasikia JP, JP baby 2025, mm-hmm. 2025. Ah, ah, JP, ni noma sana sana. Unajua amekutana na yani Juma amefanya revolution kwenye ulimwengu wa burudani Tanzania ile ngoma ya Tanzania to Lagos naona yeah, yeah. Imeleta mabadiliko kweli kwamba Tanzania to Lagos so now Tanzania to Lagos oh. And Lagos to the world of course Yeah. Alimba mondi namba 1 inaitwa yeah. na mm -hmm. yeah. Davido yeah yeah yeah so so to to Lagos Lagos to the world baby yeah, of course yeah, so, um tukibaki hapa Bongo, kuna ile ngoma ya sergeant ile ile so so yeah, ni na, yeah, na na na na na yeah, na dogo pattern okay. so, unajua madogo of of course course sana mitandao, mm kai japo kwa sasa dani huyu ah ana ana ana shine shine shine shine pale kwenye kwenye Samia Music Festival alipanda na Zuchu. We mimi nafikiri Zuchu kuna namna fulani hivi akamfanya dogo azidi kushine au sana sana sana, yeah. Lakini tumpongeze dogo, ile ngoma yake, unajua ukimsikiliza kwenye interviews anafanya mm -hmm. Yani ukisikia tu sikia huyo ngoma <laughs> imeenda imesikia <yoskia. laughs> sasa so, mimi naona kama inakuwa kama kama issue fulani hivi mtu ana raise up alafu baadaye anakuja na fall down, tatizo mfano kama isomisondo isomisondo, unajua siku hizi kapotea kabisa eh? E, yani sa, tunamsikia lakini sio kwamba alivyokuja kule sahivi. Bongo kuna talents nyingi sana yeah, sure. Ukipata nafasi ya kuua ua, ua kweli, ua ili watu waendelee kukumbuka yani, ua kwa wakati sahivi, ile upepo wako ukifika ukikujia, ua ua kweli yani. Ukipita ujue kwamba mimi nilipata yani, ulitengeneza history flani ili watu waendelee kukumbuka. So unapewa nafasi afu naicheze yani, Bongo sahizi talent ni nyingi. Uko mtaani wewe, acha tu yani tari sana yeah, yeah. yani. yeah. so, naona okay. na kama wakikutanishwa alafu wakaongea ma mm -hmm. awepe mtu mkubwa pembeni lakini si, na, yani na, natamani msanii mkubwa awakutanishe mfano Zuchu angekuwa anaweza kuwakutanisha wote wakakaa vizuri e, wakapiga story. kumbuka waka wale bado madogo sana, sana watoto wadogo wale mm -hmm. wakikutanishwa nafikiri mimi ma, maoni yangu Zuchu huyo huyo e. Sababu Zuchu uko karibu sana na mwingine mm -hmm basi wakutanisho wote kwa pamoja, alafu mi nafikiri kila kitu kitakuwa safi, japokuwa kwamba kwenye ulimwengu wa burudani mm. drama ndo zinauza, lakini of. pia amani of wawepo na amani katikati yao, hizo drama watuletee tuzo yeah, yeah. E, ila amani ni muhimu sana, kama Tanzania yetu ilivyo na amani. So stori nyingine bwana mm -hmm. nataka nikupeleke mbele kidogo ah. yeah huko Marekani. yes, eh, plus, yes, yes, plus yes. unajua yes, kuna one kitu mii najiulizaga kabla tujifika kwenye stori za huko Marekani, kwa nini Marekani walikuwa plus 1 alafu sisi tukawa plus 255? Hebu tupeleke swali hilo kwenye comments hapo watuambie kwanini. uh -huh. si plus one alafu wa... wao ni plus one. Alafu sisi ni plus 255. plus 255, japokuwa plus 255 ina noga kinyama lakini, hata Kenya sometimes huwa wanajivunia na ya kwao plus 5 54 eh, like e, e, sema pia tupo mbali, kama ingekuwa tunafuatilia tuna kwenye hiyo yani plus 1 na plus 255, ingekuwa ni nchi zinahesabiwa mm hivyo -hmm. Mi nafikiri bado hatupo nyuma sana. Uh, tupo nyuma, tupige hesabu. Dunia, dunia ina nchi ngapi? Alafu sisi ni nchi 255. Just imagine, just imagine. Tudondoshee kwenye ukurasa wa comment kwamba unafikiri kwa nini wao ni plus one alafu sisi ni plus plus plus plus plus plus 255 yeah. Yeah, yeah. So apo plus, plus tutoka mm. From plus 255, plus yeah. 254, <laughs> na na 254 256 tunaenda kwenye 25. Habari mbaya, haikuwa nzuri, tulisikia Papa, Papa amefariki, Francis yeah. Lakini sa mnyama mwenyewe Donald Trump anakuwa <laughs> <laughs> mazinguzi mzee <iwe. laughs> yani, watu wanamshambulia kinomo kwa mtandaoni mm. Kwanza picha linaanza kwenye msiba wa pop amekula amekula zake dress dress code code ya ya blue blue nimeona pictures yeah, like... no, out of the blue. alafu bado ana chewing gum kwenye msiba yeah, <laughs> eh kwa zake zake anakula ni fresh habari sio ile. mimi nafikiri ule mshikaji Bwana Trump mimi nafikiri ni dismayed sana, he don't care about anything mm na mm hisi -hmm. Pia Trump kupata kwake hela ni miaka mingi kwao, amekuwa me, ana ile exposure ambayo imepitiliza. yeah, he doesn't course, care about anything in this world any yeah, anachojali ni vitu viende sawa lakini sio sio tu atamwongelea nini yeye mm -hmm. ah, kwake yani haimuhusu kwa na kwake haimuhusu. Siku zote amekuwa na vituko, ani vituko yani vituko, ni mtu wa drama nyingi. Hata kama akiwa kwenye speech zake huwa anafanya mm -hmm. drama sana sana sana, yani huyu ni bonge moja la entertainer yani ni <laughs> <poko>, entertainment <laughs> kumtaja Donald Trump. Mzim, yes, mzima, yes, Donald, yes, Trump anyways, atuwezi kuacha kumtaja mzee mzima. Tukaenda Nigeria tena, kuna uh -huh. Wizkid na Ayra Starr yeah, amedondosha goma jipya flani staa mkali flani anatisha siku hizi, ni kama Abichams wetu ni alafu niliona pia, pia kuna jukwaa fulani lilifunguliwa mtandaoni kwamba wana kuna, kuna wanafananisha wanamfananisha Resta na Abichams. Yani mimi nakwambia hivi ni vile tu Abichams bado tujampush inavyotakikana kwa bongo, ila anaweza kukaa, kwa sababu Abichams kwanza ana uwezo mkubwa wa uimba sure. Yeah. Yeah. Lakini pia na uwezo wa kutumia instruments mbalimbali za mziki vizuri sana na kichwa imetulia ile kichwa imetulia vile tundo vile sama la ukweli ban yes. Bichamps bana mi nampenda nampenda <laughs> nampenda kweli ila fresh bana, ndugu yangu nani, Mr toxic yule amepambana sana, lakini katolewa nje eh. shida ni s labda najaribu, kuna mtu na pesa siwezi ah, mimi siwezi jaribu ah, nafasi yako bana, abichomza nasikia <laughs> bwana, kuna jamaa mmoja anaitwa Mika akatoka chuga

Mm. Uh -huh. Na voimba ni kama vile niko bafuni so, bafuni na nama <laughs> unajisikia unaimba vizuri kumbe <laughs> <na kitu. laughs> unapuyanga <Umea> <laughs> yeah. so J-Lo amepost kwenye mitandao yake kijamii anaandika, bwana due to inflation my love will now cost a thing. Okay, okay. Kasema, due to inflation my love will now be costing a thing, akikisindikiza na ile ngoma yake, mwanangu, useme uchumi mbaya mpaka mbele uchumi mbaya mpaka mbele mpaka Jelo anafikia maana kwambia bwana, saizi sikia mm. jinsi uchumi ulivyo, mapenzi yangu atakosi kitu, mapenzi atakosi <laughs> kitu kabisa, ni familia mm. ah bwana mpwa, mapenzi yangu yatakosi kitu, lazima utoe salio <laughs> eh, shukuru pesa sina salio e. <laughs> dafta hela ndo mtafute jilo sahizi kyote yeah. Ambaye anafikiria jilo ajue yu kabisa kwamba lovu yake ina cost thing yeah. So bado narudi kwa wale wanadada wa zamani wa zamani, nimetoka kwa jilo naingia kwa Halle Berry. So Halle Berry ndo anaongoza katika wasanii ambao a wanawake ambao wame ametajwa sana kwenye ngoma kwenye ngoma. yes, yes, yes, yes, ngoma za Kimarekani ametajwa karibia ngoma kumi. Katika ngoma hizo kuna ngoma ya Notorious Big, kuna ya Waka Flok, kuna mm -hmm. ya Future, yeah, yeah. kuna ya ASAP Rocky namba hel Kanye West mwenyewe Kanye West mnyama mwenyewe <laughs> hajakaa nyuma, hajataka kubaki nyuma, ni naye kamtaja Halle Berry. yeah, uh -huh. kuna ile zamani ya Miss Elle kama sijui, kuna ile ya zamani, ndio ujua kama wanawake wengi wazuri ni wengi sana. yeah. Ila yeye ni kati ambao wamefanikiwa kuonekanika uzuri wake kuonekanika hadi yeah, yeah. yeah. kwenye ngoma Versace ya Drake, yeah, yeah, geez, yeah, ya ya ya Versace Drake G, kuna ile RIP ya Jeezy na 2 Chainz, yaa, yani ngoma takriban 10 kumi Halle Berry ametajwa shout out kwake sana Halle Berry wakutajwa, yeah, kwenye ngoma nyingi hivi. Kibongobongo hapa mwanamke gani ametajwa kwenye ngoma nyingi sana? Nkifikiria kwa haraka haraka, sijui Wema ama uwe, wote, wote wametajwa. Hivi wametajwa katajwa kipindi fulani cha Harmonize, lazima tajwe kwa sababu sojua yeah. Ni amedate na wasanii wengi juu, Harmonize mwenyewe, Diamond mwenyewe. Hivi una uhakika? Jukes amesema mwenyewe kipindi kile ambayo, ambacho Jukes na, tunarudi tena Bongo ni habari okay, za umbea, yeah, yeah, yeah, yeah. Jukes um, kipindi ambacho alikuwa anaenda kusoma China, okay. Alikuwa na mahusiano na Vanessa. Ah, bado. Vanessa si baadaye ashatoka China kabisa ndio kuja, kama miaka nane hivi. Kaja wakati ile ngoma yao ile. Kipindi cha Jukes anasoma China, of course ametoa nyimbo lakini bado haja kuwa ile juu kipindi iouaon ko uona at na Wop akaja kugundua Wop ame date na mwanaume mwingine ambaye yeah. ni tajiri, ndo akaenda kwa ile Jacqueline nani ule entz yeah. e, ndo akaenda kule, akatoka kwa yule, ndo akaja kwa Vanessa Chaka, lakini kwa watu maarufu tunawafahamu, uh-huh. Oh, ndo hio dada jake alivyokamatwa ule na madawa ya kulevya. Nguo. Okay. Yeah. ya kwanza unajua alitajwa sana ni nani? Mama Paula, bana hata bongo bongo amendondosha manyimbo kama yote Paula na nani? Saizi tusubirie tu, tu, kwenye hichi kizazi kipya nani atatajwa sana? Of course, yeah anyways i think that's all kwenye, kwenye the viral leo tumekuja ki vingine the viral yeah, in the viral. Leo tu yes, yes, yes, yes. so that's it, that's it, that's all. comment, comment, share na cc comment zako unawaza nini kuhusu hawa watu na habari wa wa wa zao sure. let us know lakini kama una habari yote burudani just share with us oh. utadondoka <tutu> nayo nayo <tutu> at any time exactly, any 24, exactly. exactly, yeah. maniga, maniga. so keep in touch with us, follow us kwenye mitandao ya kijamii Gavo Media on Instagram, on TikTok, on X, the everywhere else Gavo Media, Media. Until next time, byby Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.